Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Zuio la uvuvi la kila mwaka limeanza kutekelezwa Mei Mosi katika bahari kubwa za kaskazini, mashariki na kusini mwa China ili kuhifadhi uvuvi wa baharini. Zuio la uvuvi linahusisha Bahari ya Bohai, Bahari ya Manjano bahari ya Kusini ya China na linahusisha meli laki moja nukta mbili za uvuvi na zaidi ya wavuvi milioni moja nchini China, kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo na Masuala ya Vijijini. Misitu ya mchipuko na joto ni ya kuzaliana na ukuaji wa viumbe vya baharini. Utekelezaji wa zuio la uvuvi wakati wa joto katika kipindi hiki Utasaidia kulinda viumbe vichanga vya baharini ili kuwezesha rasilimali ya uvuvi wa baharini kujijenga upya. Wizara hiyo imeboresha mfumo wa zuio la uvuvi wa majira ya joto mwaka huu na kuruhusu mashua na boti za uvuvi baharini zinazotumia vyombo vya uvuvi kuendelea na operesheni zao baharini kama kawaida. Masoko nchini China yamehifadhi kiasi cha kutosha cha vyakula vya baharini ili kukabiliana na mahitaji makubwa na kutuliza bei. Wakati zuio la kila mwaka la uvuvi likianza kutekelezwa kutokana na kuathiriwa kwa kuendelea kwa uvuvi kwa miezi mitatu na nusu bei ya baadhi ya bidhaa za baharini katika masoko ya vyakula vya baharini imepanda kutokana na uhaba wa bidhaa, lakini wauzaji wa vyakula vya baharini huko Zhejiang na Guangdong wameongeza bidhaa zaidi ya vyakula vya baharini katika soko wakati wa kipindi cha ziada cha uvuvi na tayari wamenunua na kuagiza kabla ya wakati kiasi kikubwa cha bidhaa zilizogandishwa ili kuhakikisha zinapatikana katika soko. Kwa mfano, kiwanda cha kugandisha vyakula vya baharini chenye uwezo wa kuhifadhi tani elfu kumi na tano katika kaunti ya Xiangshan mjini Ningbo kinawajibika kutoa vyakula vya baharini kwa masoko makubwa ya kaunti hiyo. Wakati huo huo, Guangdong imeongeza kasi ya ujenzi wa ranchi za viumbe vya baharini na ukubwa wa soko lake kwa bidhaa za baharini zilizoandaliwa kabla imefikia yuan bilioni 16.8 kwa mwaka 2022 wakati wa zuio la uvuvi,